cha kujua kwenye hayo majira mapya yaliyotokea kwenye maisha yako kujua kwamba kuna kuinuka kwa mtu na kuna kushuka kwa mtu. Kuna mtu atashushwa, wewe utainuka. Aya, nasema kuna mtu atashushwa, wewe utainuka. ah, ah. wachawi wa Misiri oh, eh, mfalme akawaita wachawi na washirikina na wenye akili wa Misiri kuja ku, ku, kutafasiri ndoto ambazo mfalme aliziota, lakini wachawi na washirikina na wenye akili walishindwa kutafasiri ndoto. Ilikuwa ni kawaida yake mfalme anapoota ndoto lakini siku hiyo walishindwa kutafasiri. Ndipo akainuliwa Yusufu kuja kutafasiri ndoto kwenye kasri ya mfalme, akaja kutafasiri ndoto ma Yusufu. Nataka nikwambie, tangu siku ile Yusufu aliinuliwa, wachawi na waganga walishuka. Katika majira mapya, jua kwamba kuna kuinuliwa kwako na kuna kushusha kwa wengine. Aya, sema amina. Wachawi wa Misiri walishushwa. Mfalme akawazalau akaona ni wa kawaida, akaona kumbe hawawezi, akaona kumbe si lolote si chochote, alafu Yusufu aliyekuwa gerezani, aliyedhalaulika, aliyeonekana kama bidhaa, aliyeonekana anastahili kuuzwa, aliyeonekana anastahili kufungwa, Yusufu yule yule A kainuliwa wengine wakashushwa. Ni maombi yangu jioni ya leo, siku ya leo, wengine washushwe, wewe uinuliwe kwa jina la Yesu. Unapopita kwenye majira mapya, wengine washushwe, wewe uinuliwe kwa jina la Yesu. Natangaza juu ya maisha yako, natabiri, natabiri na ah, nitabiri nisitabiri, nitabiri nisitabiri, nina ukikuinua tena, nauona mkono wa Bwana ukikuinua tena, wengine wanashushwa, wewe unainuliwa na Bwana. oh, nitabiri ni sitabiri ni tabiri ni sitabiri, wengine wanashushwa, wewe unainuliwa, sema oh, -oh. mgikiwa mwez mekukaa kwenye ile nafasi, ni lazima yule ashuke ili mimi ni kwenye nafasi ya moyo wa mfalme, alijaza waganga na wachawi na wenye akili wa Misri. Waliposhindwa walitoka kwenye moyo wa mfalme, moyo wa mfalme akamuingiza Yusufu kwenye moyo wake, na Yusufu akakamata nafasi. Sema uh-uh. kumbe lazima tumshushe mtu. Hebu sema leo nakushusha. Sema uliokaa kwenye kiti changu cha kazi, ninakushusha. Aha, kumbe wewe unaomba kazi, kuna mtu lazima ashuke, ili wewe ukae kwenye kile kiti. Tumshushe tusimshushe? Nasema wewe ambao unaomba kazi, kuna mtu lazima ashuke, kuna mtu lazima atoke kwenye kile kiti, kuna mtu lazima asema, toka kwenye nafasi yangu. Hebu sema toka, hebu sema shuka, shuka, shuka. Hebu sema toka kwenye nafasi yangu, hebu sema, sema, sema, sema nakaa mwenyewe. Hebu sema nakushusha, sema nakushusha, sema nakaa kwenye nafasi yangu mwenyewe. Aya, kumbe natakiwa ashuke. Hebu eh? sema shuka. Hivi unajua kwamba wewe binti ambaye hujaolewa mchumba wako ana mahusiano mengine sio sahihi? Yanatakiwa ile mahusiano yavunjike ili wewe ukutane naye uanze ya kwako sahihi. Hivi unaelewa hayo? Kumbe kuna maombi ambayo unaweza kuyaomba ya kuvunja mahusiano. Unasema, Baba, kwa jina mchumba wangu popote alipo, aliye sahihi mume wangu, kama na mahusiano mengine yavunjike, mimi nikae kwenye mahusiano hayo kwa jina la Yesu. Lazima ashuke, wewe upande, sema. Nasema lazima washuke wao, oh, upande katika jina la Yesu aliye hai.